Akaja mbwa mwitu akamteka, akamnyakua mtoto mmoja kati ya watoto wale wawili wa hawa mama wawili. Ukitaka kumjua mtu, mtu anaunganishwa na vitu viwili, ndipo anapokuwa mtu na ule utu wake na hali yake na saizi yake utampima kwa vitu hivyo viwili. Sema, lisanul fata nisfun, ulimi wa mtu ni nusu yake. Ya kwanza inayomuunganisha yeye si chochote si lolote, ila ni ule ulimi wake wa. Nisfun fuaduhu, na nusu yake ya pili ni fuadi yake, yani moyo wake. kwa hiyo ma...

ambayo vikitolewa hivi vitu viwili inakuwa haina thamani yoyote. Kwa hiyo wewe na mimi tunawakilishwa na vitu hivi viwili. Mimi na wewe ukweli wa hali zetu na cheo alichotupa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika maisha yetu na hali iwe nzuri au mbaya ya ukweli kabisa itafichuliwa na vitu hivi viwili. Anaweza akaja mbele yako mtu mwenye haiba kubwa ya sura yake na bodi yake na hali yake ya mazingira yake we ukamheshimu, hata bila ya kukuambia neno lolote lingine, kutokana na mazingira uliyoyaona kutoka kwa huyo mtu, ukamwona ni mtu mwenye shakhsia, mtu ambaye eh, ana personality fulani basi ukaanza kuogopa au ukaanza kumpa heshima kwamba huyu atakuwa mheshimiwa fulani. Lakini muda ambao ataanza kuongea na wewe, unaanza kubadilika kidogo kidogo kutokana na yale yanayotoka katika mdomo wake. Unaona, unaanza kumdharau au unaanza kumchukia kutokana na kile ambacho kinatoka katika mdomo wake. Inawezekana anachokitoa hakina harufu lakini ingelikuwa ni vitu vyenye harufu basi mji mzima wa Bujumbura ungekuwa unanuka kutokamana na yale yanayotoka katika ulimi wake. Hii ndiyo maana ya lisanu lfata nisfun wa nisfun fuaduhu falam yabqa siwa surati llahmi wadam. Mwanadamu ni nusu zake mbili ndizo zenye kumfichua kumboresha kumtangaza ulimi na moyo wake. Hakubakia kitu baada ya hapo isipokuwa mwili na damu na mifupa ambayo ni skeleton isiyokuwa na maana yoyote. Allah, katika Qurani, anasema, yuti lhikmata man yasha waman yuta lhikmata faqad utiya khairan kathira. Piga mstari chini ya khairan kathira. Allah humpa busara anayemtaka kumpa hekima anayemtaka, na yule atakayempa hekima Allah, atambue kwamba huyo amelimbikiziwa kheri nyingi kutokana na busara aliyopewa. mm -hmm, busara ni nini? Kuna tafsiri nyingi sana juu ya busara na hekima ni kitu gani. Wapo kila mmoja aliyeelezea, lakini yule aliyesema antafala alladhi yanbaghi ala lnahwi ladhi yambaghi fi lwakti lladhi yambaghi, ni kufanya jambo lifaalo kwa njia ifaayo na kwa wakati ufaao. Amegusa angle zote zile nyingine ambazo wamezizungumza watu kuieleza na kuitafsiri ni nini maana ya hekima. Unapomwona mtu anafanya kitu kinachofaa kwa njia inayofaa na kwa wakati unaofaa huyo ni mtu amepata chembe chembe au angalau sehemu ya kitu kinachoitwa busara na hekima. Namwomba Allah anipe mimi pamoja nanyi hekima ya kufanya mambo yafaayo wakati ufaao kwa njia inayofaa. Kule Unguja naye ya rafiki yangu mmoja ni qadhi, ni jaji, sisi tunamwita qadhi. Kila nikimwona huwa nafurahi baada ya kusalimiana, huwa anamwambia maneno haya, lau ansafa lnasu lastaraha alqadhi, walabata kullu nnasi an akhihi radi. Maana ya maneno haya kwamba watu wangekuwa na busara, watu wangekuwa na maono ya mbali na insaf, kadhi wewe ungekuwa huna kazi, ungepumzika lau ansafa nnasu la staraha lqadhi, watu wangefanya mazuri, kusema mazuri, kutenda mazuri, ungekuwa unakaa tu ofisini kwako, kazi yako una chati, una kazi basi. Kila nikimwambia maneno haya anafurahi, anacheka kwa sababu anajua ninachomaanisha <clears throat> mimi sio kadhi. Lakini ikifika, ikifika Ramadhani huwa wanapigiwa mimi simu umeandama mwezi au bado kesho tunafunga au hatufungi? Jamani, mimi si ninayetangaza mwezi, mbona napigiwa mimi simu? Mimi nimemwacha mke wangu, nimemwambia hivi, talaka ipo au haipo? Hizi talaka zimetoka tatu zote kwa mpigo. Wakikosana siku nyingine, mpaka saa nane usiku, nimelala napigiwa simu, niko nyumbani kwako hapa na mambo muhimu sana, ishu muhimu, nisaidie. Na ukisikia ile sauti na ile chuni ya sauti unajua huyu mtu ana matatizo. Natoka bwana nimemwambia mke wangu hivi hivi hivi, na ameondoka. Sasa sijui, unaweza ukanirudishia mke wako mke wangu au vipi? Sasa mimi naweza nikamrejesha mke vipi wakati umeshampa talaka na nyingine zote zimetoka? Nahisi wale waliokuwa ndio makadhi, sijui kama wanalala, sijui kama wanaishi vipi na wake zao majumbani, sijui simu zao zinakuwaje, matatizo kama haya sasa yeye alivyoniambia ananiambia, kuna kesi nyingi zimekaa za miezi na miezi, unakuja namba hii namba hii, zimerundikana hivi, na matatizo makubwa, na hususan ya ndoa na vitu kama hivi. Kwa hiyo mimi katika watu ninaowaombea, Mwenyezi Mungu awape wa busara, ni makadhi na watu ambao ni wazee walioonekana katika jamii kwamba ni watatuzi wa migogoro, wanatatua matatizo ya watu. Hawa watu nawaombea Mwenyezi Mungu awape kitu kinachoitwa hekima na busara. Kuna kesi nyingine hazitatuliwi kwa nususi, huwezi ukamwambia mtu aya hii au hadithi hii au hii akakuelewa. Wengine hawazielewi hawaziamini, au ndani ya imani yao bado hawajafikia huko, na wengine pengine sio Waislamu. Umekuja unawatatulia, ukimwambia Mungu anasema anasema hivi anasema hivi, Mtume ni vitu muhimu sana lakini, anaona kama sijaamini mimi Mungu huyo au Mtume yule. Hawa watu tunawasaidia vipi? Watu ambao hawakusoma, hawaelewi thamani ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna zake na aya za Qur'an tunawasaidiaje? Kwa hiyo unatakiwa mara nyingine utumie mambo ya ziada ya mifano na mambo mengine ya hila au njia za busara za kuweza kutatua matatizo ya watu. Nitakupigia mfano juu ya hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahih almuttafaqu alayhi anasema kanat mraatani, walikuwepo wanawake wawili. Jaat kullu minhuma biwaladiha, kila mmoja alikuwa na mwanawe mdogo amembeba wa wakaja wakakaa labda katika bustani. Fajaa dhiibu wa dhahaba bi, bibni ihdahuma, akaja mbwa mwitu akamteka akamnyakua mtoto mmoja kati ya watoto wale wawili wa hawa mama wawili akaondoka naye yule mtoto aliyechukuliwa, inavyoonekana katika hadithi na mazungumzo, ni mtoto wa mama mkubwa au wa dada mkubwa katika hawa dada wawili, mmoja mdogo, mmoja mkubwa. Akamchukua akaondoka naye, wao wakigutuka na kuzunguka, wanamwona mtoto mmoja, mbwa mwitu ameondoka na mtoto mmoja. Wakaanza kuzozania yule mmoja, kila mmoja anasema huyu ndo wangu, mwingine anasema mimi ndo wangu. Unajua mmoja ameshaondoka, ameshaliwa kwa hiyo ili kukidhi haja, mmoja anajua hasa kwamba huyu si wangu. Kwani mama unafikiri atakosea mtoto wake ni nani? Anajua vizuri, lakini ili asiondoke patupo, anasema innama dhahaba bibnik, mbwa mwitu kamchukua mwanao. Ni mwanao wewe. Aa, ni wako wewe. Huyu wangu, huyu wangu mimi. Mtume anasema fatahasamata ila nabillahi Daud, wakaenda kwa Mtume Daud, Nabii Daud ni mtume na akahukumu yeye kwa mazingira aliyoyaona, anasema fahakama lil kubra, kwa sababu aliyeingia pale labda ni mkubwa, amembeba yule mtoto na hoja zake labda zilikuwa nzito, na ushahidi anaona ni mkubwa. Asema huyu mtoto atakuwa wako wewe, wewe huna mtoto, huyu mtoto ni wa huyu mkubwa. Basi wakatoka pale, bado wanasema sema anasema njiani mlangoni wakamkuta Nabii Sulaiman mwanawe Daudi. Kwanza, mbona mnasema nini? Kawambia mtoto huyu, kila mmoja kati yetu anasema wake, na nabii ameshatuhukumia ni wa huyu. Ina maana hamjaridhika, ngoja ni wahukumie. Nabii Sulaiman akawaita watu akamwambia ituni bisikini, ebu nileteni kisu. Wale mama wakaanza ku kuna nini kwa nini kisi wanisema? hata ashukahu lahuma nisfaini, ili nimchane nimpasue huyu mtoto vipande viwili, kimoja nimpe huyu mdogo na kimoja nimpe huyu mkubwa. Si hawajaridhika wanazozana. Yule mama halisi wa yule mtoto aliposikia vile, akamwambia Nabi Daud dahu yaish yarhamukallah, mwache mwache Usimchinje usimkate, usimpasue vipande, mwache endelee kuishi, innahu laha huyu mtoto atakuwa wake yeye huyo. Atakuwa wake. Kwa maana kwamba anataka tu aishi, hawezi kuona mtoto wake anachinjwa anakatwa vipande viwili mbele yake naye anatizama. Basi Nabii Sulaiman alivyosema vile, akasikia yule mwanamke anasema mwachie yeye, akasema sio wako wewe, huyu mtoto ni wa huyu anayesema mwache Akampokonya, akampa yule, akaangalia. Yani ya, hii hila ameitumia, na akamjua mama halisi ni nani. Hizi ni mbinu ambazo unaweza ukazitumia kwa watu wengine ambao ni majahili. Mtu ambaye hakusoma hawezi akakufahamu vizuri, kumsomea aya hawezi akakuelewa ukimsomea hadithi, pamoja na kwamba hii ndio dusturi, ndio katiba yetu, ndio namna tunavyoelezana, lakini hebu tumia mbinu nyingine ya kuweza kutaka kumharik na kumtoa katika wasiwasi wasi ule, umfahamishe kitu, pengine kwa mazingira mengine anaweza akakuelewa. Nabii Sulaiman akasema huwa laki huyu mtoto atakuwa wako, na kweli alikuwa wake, akaondoka naye mtoto wake. Hii ni mifano ya busara na namna unavotumia fatana fatana ule dhakaa werevu na kusoma alama za nyakati na hivyo ndivyo muislamu anavyotakiwa kama alivyokuwa akisema Umar, lastu bil khibbi wala al khibbi yakhda'uni. Mtume alikuwa akisema la yuldaghu al mu'minu min juhri marratain. Yote hii ni kuonyesha al muslimu yanbaghi an yakuna fatinan, muislamu anatakiwa awe anaelewa mambo, anafahamu. Na mbinu nyingine zote zote za haraka haraka, Mtume alipotaka kujua idadi ya makafiri waliokuwa katika vita vya Uhud aliuliza, ni wangapi? Yule kijana akasema sijui, lakini ni wengi akamuuliza wanakula nini? Sema wanachinja ngamia. Wanachinja ngamia wangapi kwa siku? Akaambia nafikiri kumi, siku nyingine wanachinja tisa. Mtume akasema alqaumu ma baina alfu wa tisamia, watu hao watakuwa ni alfu moja au watakuwa watu mia tisa, alipoambiwa chakula chao tu wanakula ngamia e, kwa siku kumi, yani, wanachinja ngamia kumi na siku nyingine ngamia tisa, akamgaia kila watumia ngamia mmoja katika chakula na akapata result. Na kweli makafiri katika vita vya, vya Badr walikuwa elfu moja, katika riwaya walikuwa mia tisa. Hisabu kamili complete kabisa, kama alivyotajiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni fatana na dhakaa ya hali ya juu. Nikupe mfano mwingine. Alimam Abu Hanifa alisikia mtaani yuko mtu anamtukana Amiri Lmuminin Uthman Bnu Afan, sema innahu rajulun yahudi, kajifichaficha tu nyuma ya uyahudi. Huyu ni myahudi mkubwa, matusi makubwa kwa Amiri Lmuminin Uthman. Watu wote ikawa mjini wanatambua huyu mtu namna imani yake juu ya Uthman Bnu Afan kwamba ni myahudi. Sasa ulama kama Abu Hanifa ndio viongozi, watafanyaje namna ya kumzuia huyu na kumwelimisha atapewa uhakika gani afahamu? Akaenda nyumbani kwake siku hiyo, kugonga mlango, kaingia ndani ya nyumba. Yule bwana akafurahi, imam Abu Hanifa amekuja nyumbani kwangu, shekhe mkubwa, ahlan wa sahla. Akamwambia tulia, nimekuja kuposa. Akamwambia karibu, karibu sana, mfano wako wewe harudishwi, alimu mkubwa, binti yangu aolee, karibu, karibu. Akamwambia pana, sikuja kuposa mimi. Ala, umekuja kumposea nani? Asema kijana nimekuja kumposea fulani fulani. sifa zake zikoje? Akawambia ni taqiyun wariun sakhiyun yaqumu llail yasumu lnahar tulu lbuka biqiyami lleil, akampatia mawasifati yaqrau lquran qariu lquran. Akawambia tosha tosha. Anasema sifa ndogo tu katika hizo lizozitaja, anataa huyo mtu kuwa mume wa binti wa amiri lmuminin, sikuambii sifa zote ulizozitaja hizo. Akawambia lakini, anaila moja. Bwana harusi anaila gani? Asema ni Yahudi. Palepale ya kabadilika, nambia, imamu mzima unaletea mayahudi nyumbani kwangu niwawezeshe, ni watoto wangu? umenifanyia mimi si mtu mwenye imani? Akaambia hapana, mbona Mtume alifanya hivyo. Mtume alifanya hivyo ya? aliyewezesha binti yake Yahudi, aliyewezesha binti yake Yahudi tena sio mmoja, wawili wote alimuwezesha Yahudi. Nani akamwambia? Uthman na Affan siendo, anasema Uthman ni Yahudi, kaambia, basi Mtume aliyewezesha Yahudi, alimuwezesha Ruqayya, akamuwezesha Umm Kulthum, binti wake wawili kumwezesha Yahudi yule bwana pale pale akasema astaghfirullah, astaghfirullah. Nimetubu kwa Allah nimetubu kwa kumzulia Uthman bin Affan kama Yahudi. Mbona hey, we unakataa kuozesha Yahudi wakati mtume wako ameozesha Yahudi. Kumbe ni chuki binafsi tu. Sasa njia za kumkemea na kumfahamisha ni njia za aina yake. Hakuja pale akamwambia we ni kafiri, we ni hivi, we ni hivi. Hapana. Imam Muhammad al-Ghazali kuna siku aliambiwa, tupe hukumu ya tariku sala, ma hukumu tariki sala nini, hukumu ya mtu mwenye kuacha sala. Wale wakatawaka tasaba kafir khalidan fi an-nar, akasema hukmuhu an ta'khudhahu ila al-masjid li yusalli, hukumu yake mkamate mkono uende naye msikitini, ukasali naye Akamwambia kun daian kabla an takuna qadian, kuwa mlinganiaji kwanza kabla hujahukumu watu. Umeshawahi kumchukua ukaenda naye msikitini? Umeshawahi kumwambia twende tukasali? Sasa kwa nini unamhukumu tu kwanza? Eh, ndiyo neno lake alilolisema. Hizi njia kama hizi, wengi tuna feli. Kwa hiyo Imamu Abi Hanifa akatoka pale, amepeleka dawa kwa njia inayofaa na yule bwana hakurudi tena kumsema Amiri lmuminin Uthman bin Affan kwamba ni Yahudi. Angalia kadhi Iyas tunamzungumza hapa kila siku. Alikuwepo bwana mmoja tapeli katika mtaa, na anajifanya ni mtu mwema mcha Mungu, anajificha katika kivuli cha dini kuwafanyia watu utapeli. Ukienda ukiweka amana yako inapotea. Akienda mtu mmoja akampa pesa nyingi sana Akaambia, niwekea amana na naenda safari, nikirudi utanipa amana zangu. Ili bwana akaenda safari, akirudi ya amana yangu ili bwana anasema, hujanipa kitu. Akamrusha dhalim, bwana pesa zangu. Akaambia, hukuniachie uku kitu nini? Ushahidi wako nipe ushahidi, hakuna ushahidi. Yule bwana akaenda kwa kadhi Yas, mwenye amana akaambia, bwana fulani fulani amenidhulumu amana yangu. Akaambia we, anajua kama umekuja hapa Akamwambia hajui, basi usiseme kitu, nenda njo. Siku ya pili akaondoka yule bwana kwenda nyumbani kwake, huku kadhi yasi akamtuma mtu kamwite huyo jamaa tapeli. Akaenda akaitwa, alipofika tu pale hakumwambia yeye, mbona unatapeli watu nini? Akamwambia bwana, nimeletewa zaka nyingi na sadaka nyingi na mali nyingi za mayatima, sasa sina pakuzieka wewe nyumbani kwako kuna nafasi ya kuweka mali zote hizi akaambia, ndio nafasi ipo. He, sasa nitampiga amiri wao na kadhi wao pia. Basi akaambia, basi njoo kesho kutwa tena usije peke yako, e, itini biman yahmiluna hadhihi alamanat, njoo na watu wenye miraba minne watakaobeba hizi mali. Yule bwana akaje. He, ulaji leo upo kwa kadhi. Kenda zake. Siku ilipofika yule bwana akaja, alimwambia njoo siku ya pili. Ule mwenye kudai sasa akaja, akaambia sasa, nenda kamwambie huyo tapeli akupe mali zako, akikataa, akikataa mwambie naenda kukushtaki kwa kadhi. Sasa hivi mpe hiyo taarifa, wewe mwambie hivyo tu, wala usibishane naye. Akaenda kwa siku hiyo, kaambia, bwana, nimekuja zile mali zangu vipi, nipe mwenyewe Akamrusha hivyo hivyo, hakuna kitu hapa bwana, huambulii kitu hapa, huchukui kitu. Aambia sawa, mimi naenda zangu kwa kadhi kukushtaki. Leo ukumbuke kwa kadhi ni kule, alikwambia na mali nyingi nataka unisaidie kuziweka pahala. Sasa akaona do, huyu anaenda kwa kadhi, ataniharibia CV yangu. <laughs> Unajua mimi na kadhi tuna big deal sasa akienda huyu kwa kadhi tu ameniharibia. Akamwambia bwana njoo njoo njoo. Chukua mapeni yako kadhaa, kuna mali nyingi huko nisije nikaikosa kwa upuuzi wako. Ayule bwana akashangaa huyu mtu mbona leo kanipa mali, mgumu wa kulipa lakini leo amenipa, akienda kwa kadhi. Akamwambia bwana kadhi, asante sana nimepata mali zangu. Akamwambia akasema yeye basi nikumwambia naenda kwa kadhi kukushtaki tu basi karudi nyuma. Akamwambia basi nenda zako. Ah, sasa namsubiri aje kaja siku hiyo anamwambia bwana nimekuja kwa ile ahadi yetu anamwambia ya adu wallah akamwita ya adu wallah we adui wa allah we sema tajalu dina makhbaatan liajli dunya unaifanya dini ndio kivuli cha kujificha upate kula dunia hakuna chochote hapa chako nenda zako akamuumbua angalia namna alivyosolve problem kwa njia yake Hakuingia pahala popote pingine katumia. Hivi ndivyo makadhi wanavyotakiwa wawe, sio wao ndo wanawasha moto. Unaenda kwa kadhi, unaenda kwa waamuzi, unaenda kwa watetezi, wao ndo wanasema usikubali hapa, kama vita vita endelea, dai haki yako, kufa kupo. Baadaye mambo yanaharibika. Huyu kadhi yasi huyu, huyu walikuja watu wawili wanazozania mali hivo hivo mmoja anasema hajanipa kitu, mwingine anasema nimempa, mana yangu tu aanirusha. Basi tulia, nataka kiapo, aape huyu mwana kama hakupokea mali kutoka kwako, maadamu anakataa aape. Lakini kabla hajamwachia kuapa, anasema subiri, tumpe nafasi kidogo. Anamwambia yule mdaiwa, ambaye ambaye yule mwenye kudai ametoa pesa zake, anambia unakumbuka wewe pahala ambapo mempa pesa huyu akamwambia ndio. Unapakumbuka vizuri? Akamwambia ndio. Hebu nenda hapo pahala pengine wewe pesa zako ulizieka pahala fulani, uenda ukifika hapo Mwenyezi Mungu atakujalia utakumbuka aina wa bata malaka. Sasa nenda, yule mdaiwa akamwambia wewe tafuta pahala ka yule mwenye kudai hela zake, akamwambia nenda, kaangalia huko. Sasa yule bwana akaondoka, alafu next anawa hukumu wengine wengine wengine huku, anamtizama yule jamaa tapeli mwengine, kwa ncha ya jicho, yani anamtizama hiyo, yani anamtime, unamwona amekuwa hayupo. Sasa anawaza tu, alafu ghafla akamgeukia akamwambia, unadhani huyo mwenzako amefika hapo pahala anapokwenda? Yule bwana hajafika bado eh? Kumbe unajua pahala alipokupa hela anasema mpahala unapajua lakini hela unakataa <laughs> kam time yeah. Yani hivi vitu ni, ni vitu special ambavyo leo leo wanaweka chuo maalum wanawapeleka watu wao kusomea mambo haya ya intelijensia. Eh, wanasoma body language wanasoma macho yako wanasoma harakati zako wanapokuhoji. Asilimia 99 wanasema huyu ndiye mwenyewe mwizi huyu, kutokana na ile hali, lakini hizi ni, ni, ni mambo ambayo Allah anampa mtu mwenyewe na njia ya kuweza ku, kufanya vitu kama hivyo. Kwa ajili yote hii inatokana pia na ndimi zetu namna tunavyozitumia, na, na akili zetu alizotupa Allah subhanahu wataala. Kwa hiyo nawaambia makadhi mara nyingi sana wawe werevu, wasi, wasishtuliwe na machozi hususan ya wanawake, anakuja analia analia, kanitoboa e, jicho. Ukawa wewe haraka haraka ukitamaka, kumbe huyo kaanza yeye kumtoboa mwenzake macho yote mawili, yeye katobolewa moja. Kwa hiyo lazima uwe kayyis, mwenye kufikiria vizuri na kuwaza vizuri. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa hao.